Subscribe TV. aka Swali mambo vipi? Mungu. Unajiamini vipi? Namshukuru Mungu, umeshiba pasipo na shaka, nimekula e, nimeshiba, nimekuja kuanza msimu rasmi kwa mara ya kwanza. kuja kuanza msimu kwanza, nipongeze ni, ni kwa viongozi okay, wangu ungo wa Simba kwa kuchagua uwanja wa nyumbani Benjamin Mkapa, na naamini Benjamin Mkapa sisi Simba hapajai kutuangusha hata siku moja, ziwe mechi za ugenini ziwe mechi za hapa ndani. Simba Sports haijai kutuangusha mashabiki. Pengine mashabiki wa Simba mmekuwa na sitofahamu baada ya Fadru kuondoka. Unadhani ni game ya kwanza ambayo Moroko atakuwa na nyie, kipi ambacho unahisi kitapoa kwa Moroko? Nashukuru kwa swali zuri. Wapo mashabiki ambao wamedoubt kuondoka kwa mwalimu, lakini Kinyago Tabata ni jaribu kuambia au kuwahamasisha wenzangu mashabiki wenzangu wa Simba kwamba kuondoka kwa kocha Fadu Davis, Davis, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni naweza kusema ni biashara. Mpira, mpira wa miguu ni biashara. Yaani mtu ambaye utegemee kuishi naye siku zote ni mamako, mzazi, mama wako mzazi au baba yako, ndo huyu utakuwa naye maishani. Lakini sio, sio mchezaji wala sio kocha. Kocha z, z, endapo Simba ingekuwa inashika nafasi ya tatu au ya nne asingeondoka, asinge, asinge wala asingechukuliwa. Na, na wale ambao walikuwa wamempa tayari nafasi awamu ya kwanza alikuwa ni mwalimu msaidizi, na saizi wamemchukua kama kocha mkuu. Kwa hiyo endapo Simba ingekuwa nafasi ya tatu ya nne kwenye ligi yetu au kimataifa ingekuwa hajafanya vizuri, wasingemchukua na tungebaki naye hadi hivi sasa. Lakini kutokana na performance ya mwalimu ameiweka vizuri Simba, imeenda kucheza fainali ya shirikisho pasipo na shaka chupchupu tukachukua ubingwa, lazima tungi, tungi, nusu, nusu tuuchukue. Ndo maana hao waliomchukua akaona kabisa ni mwalimu ambaye anafaa, wanaweza akaweza akawasaidia, na hususani ligi kuu Simba Sports msimu uliopita ilishika nafasi ya tatu, ambapo Azam alikuwa nafasi ya pili, Yanga nafasi ya kwanza. Lakini safari hii Simba imetoka nafasi ya tatu hadi nafasi ya pili, na maana ni hatua nyingine Omwalimu, kwa mwalimu. Kwa hiyo kama uongozi wa wa timu pinzani au wakaona mwalimu anawafaa, wakaamua kumchukua. Sisi Simba ni watu wa biashara. Viongozi wangu wa Simba wamekaa na mwalimu, mwalimu katia ka nia kuondoka, basi kama anaondoka tupe mzigo mwalimu, kakabidhi mzigo safi, viongozi wa Simba kumwachia. Na hivi hivi sasa eh, viongozi wa Simba wako sokoni, kwanza wameshampata moroko ndio maana wamesema mwalimu Moroko ni mwalimu mzuri ambaye sisi Tanzania tumemtumia kwa asilimia kubwa kwenye timu yetu ya taifa. Ni mwalimu mzuri, lakini Simba kama Simba wana jicho kubwa zaidi kuliko mimi Kinyago wa Tabata, kuliko mashabiki wengine. Kwa hiyo wametuangazia kwamba ni mwalimu wa muda. Kwa hiyo kama shabiki wa Simba niwaambie wana Simba wenzangu, ni mwalimu wa muda, kwa hiyo tumpokee kwa mikono miwili. Ni mwalimu wa muda haijalishi, atakuwa atafundisha mechi mbili au atafundisha mechi tatu au nne au tano, lakini ni mwalimu wa muda. Kikubwa mashabiki wa Simba tupunguze pressure, tuwape nafasi, na viongozi wetu wa Simba waweze kuchagulia walimu sahihi ambao wa, wa, waweze kuitoa Simba hapa tulipo mpaka itakapofika. Naamini kabisa viongozi tunao ambao wanaweza kupambana kutafuta kocha mkubwa na mwenye sifa, sio kocha ambaye eh, kama hivi juzi nilikuwa nasikia tetesi kwamba makocha ambao wametoka kwa upande wa pili wanataka kuja kuifundisha Simba Sports. Naweza kusema eh, siyo, ah, haileti maana kwa sababu ukiangalia ni wale walimu ambao ukiangalia timu hizo toka hususani Yanga hawakuifikisha mbali, lakini Simba walimu ambao tunawataka au tunawahitaji ni walimu ambao wana sifa na wameshafanya makubwa kwenye Afrika na eh, Afrika mashariki na kati na barani ya Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo tunahitaji walimu waitoe Simba hapa kuipeleka mbali zaidi, sio mwalimu ambaye kaishindwa kuifikisha Yanga kwenye hatua fulani akaachwa, leo sisi Simba tukujamchukuu? Hapana, itakuwa ni uongo. Lakini Kinyago wa Tabata, naamini tuna viongozi bora ambao hawa kama sisi kama tumewaamini na wao wanatuamini sisi mashabiki zao. Kwa hiyo watatuletea, wataingia sokoni kutafuta mwalimu ambao ni type, ni, ni type yetu sisi Simba Sports. Kuna fununi zinasemekana kuwa, uh, wachezaji wa Fountain Gate bado hawajakamilika na kutana nao nyie kwenye duru ya kwanza ndani ya ligi ya NBC pengine Kinyago, mmekuwa na mfanano kwa dhadika, msimu unapoanza, timu ambazo nakutana nazo duru ya kwanza, wengi wanakuwa na matatizo yale yale ya kujirudia. Leo hii mko na Fountain Gate, unadhani ni nani atakayemfunga Simba kengele? Bila shaka swali zuri, lakini mimi naona ni mtego. Mimi kinyago Tabata naona ni mtego dhahiri shahiri kwamba wale hawajakamilika, wametaka kutuingiza mkenge, tuamini hawajakamilika, kusudi si tushinde kujiandaa vizuri. Naamini uongozi wa Simba wameshaandaa timu yetu vizuri, vizuri kabisa tutaenda kukutana na mpinzani wetu ambaye ni bora na ana, ana, ana kaida ya kutusumbua. Kwa hiyo pasipo na shaka, naamini kutakuwa kuna mchezo mzuri, kutokana na hivi sasa nimeshaona kikosi kizuri kabisa. Naamini kikosi hiki kitatukamania, kitachukua ushindi kikubwa huu mchezo wa kwanza. Tusifanye makosa, tusijapo tusi, mpira wa miguu na matokeo matatu. Lakini pendekezo langu Kinyago Tabata au na Wanasimba kwa jumla, dhahiri shahidi, mchezo wa kwanza huu ambao tunazindua E, ligi kwa mara ya kwanza tunaanza kucheza sisi Simba e, tunaanza tunaanza round kwa mara ya kwanza kukutana na Fountain Gate, naamini kabisa tunaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo niwaombe wachezaji wakafanya vizuri ili kusudi tuweze tupunguze pressure mtaani, kwa sababu kuna pressure za, za, za mashabiki wenzangu ambao wanaona timu ya Simba haijacheza vizuri mchezo wa, wa kwanza kimataifa. Wapo mashabiki ambao wanaona uongozi wamefanya makosa kumwachia kocha hapa, ameshindwa kumlipa, ndivyo sivyo? Kwa hiyo tutumie nafasi hii wachezaji watumie nafasi hii, wakacheze vizuri, wapambane, tuchukue alama tatu na magoli mengi, magoli mengi kuanzia mawili na kuendelea. <mikina> mchezo uliopita kwenye ngao ya jamii dhidi ya Young Africans, wao wanasema kuwa hatuchezi, mliona kikosi chako na na leo huko na Fountain Gate, pengine Kinyago Tabata, unaridhia kikosi chako licha ya maingizo ya wachezaji wapya, anamzungumzia mtu kama Uh, Sulemani, mwalimu unadhani kikosi chako dhidi ya maingizo mapya haya umeridhika nayo, au labda unaendelea kuipa imani uh, timu yako? yeah, pasipo na shaka. Swali zuri ndugu mwandishi, una, leo unanipa maswali safi ambayo yamenyooka kwa kweli. Toka ile mchezo wa ngao ya jamii nimecheza na mtani, naweza nikaipongeza Simba wangu, walicheza vizuri, lakini mwamuzi ndo aliamua kwamba nani anufaike nani afeli. Kwa hiyo binafsi ni wapongeza wachezaji walicheza vizuri, Yanga akatufunga goli moja ambalo la la binafsi mimi, kama mimi simsemei mtu, naweza kusema ni goli ambalo ni, ni, ni, ni, ni la waamuzi kwa sababu Simba kweli tumefungwa mara sita mfulizo, lakini binafsi Kinyago Tabata naweza nikasema mbele ya Watanzania kwamba katika michezo, katika mara sita mfulizo ambayo tumefungwa na mtani wetu, naweza kukiri kama tumefungwa kialali mechi takriban mara tatu mfululizo kama ndo tumefungwa kialali, lakini mara tatu hatujafungwa kialali. Ukiangalia zile goli tano, mimi kinyago Tabata nasema zote hazikuwa kialali. Ukiangalia goli m, e, goli moja ile iliyofungwaga mpira ukatoka nje alafu karudishwa ndani likawa goli, sio goli, na hii mechi ya juzi ambayo mchezaji kachezewa faulo na bado kulikuwa kuna ofsaidi, lakini watu wameweka goli. Kwa hiyo katika michezo sita ambayo tumeruhusu kwa Yanga na ambao marefali wetu wamesema ni magoli Me, akili mechi tatu k tumefungwa, lakini mechi hizi tatu tumeonewa zaidi shahidi. Kwa hiyo sisi Simba, sisi Simba ni timu ya mpira, lakini kuna simba ambao wanaishi polini. Wale simba kwanza, simba wa polini wa pole sana, ila mpaka umtibue ndio atakuzuru. Lakini simba sisi ambao ni timu sisi Simba tumeelekeza moja kwa moja kwenye mpira, hatutaki chokochoko maanake tungeleta chokochoko -choko kwenye gemu ya juzi ile kwa sababu ilikuwa ni ngao ya jamii, lazima mtu afungwe kusudi ligi ianze rasmi, ndo uzinduzi wa ligi. Kwa hiyo tungeleta chokochoko, tungeweka mambo yakawa mengi, lakini niwashukuru viongozi wa Simba walitulia na mashabiki ambao waliumia, wali lakini, baada ya kuumia, sababu binadamu akishafungwa akapoteza mchezo, lazima kila kitu kila, kila neno litamtoka kwa wakati huo, lakini baada ya kutulia na kupumzika anarudi katika hali halisi ambayo iko safi. Kwa hiyo niwapongeze mashabiki kwa kutuliza jaziba, niwapongeze viongozi pia kwa kutuliza jaziba kikubwa tunaona hadi saizi ligi imeanza. Tuombe dua e, timu yetu ya Simba iweze kufanya vizuri kama mwaka jana, tumeshika msimu ulioisha, tumeshika nafasi ya pili, lakini safari naamini kabisa kutokana na usajili ambao tumesajiliwa e, tunaweza tukashika nafasi ya kwanza tukachukua ubingwa, na kimataifa tukasumbua, kwa sababu msimu ulioisha tulicheza fainali ya shirikisho, lakini target ya msimu huu tucheze nusu fainali, lakini Kinyago Tabata nasema target ya uongozi wa Simba tucheze nusu finali ya ligi ya mabingwa, lakini mimi Kinyago Tabata naiona Simba kucheza finali pasipo na shaka kutokana na, na timu yetu. Kikubwa, wachezaji wao wanasubira, mashabiki wanasubira, tuwaombee dua wachezaji wetu wasipate wasi, wasiumie, wasi kila mchezaji awe vizuri. Tuna timu ya kuweza kujimamba five popote pale, tutafanya vizuri. Kipindi hichi mwalimu Fadlu Davids hayupo lakini uongozi wa Simba wanaingia sokoni, watachelewa lakini watatuletea mwalimu kweli kweli, kuliko kwenda kutumia ndani ya siku mbili tatu kumchukulia mwalimu ambaye ametoka nyuma mwiko na kutuletea ni kiasi kwamba na hana sifa za kufikisha Simba hatua kubwa, au hajai kufikisha timu yote hatua kubwa zaidi. Kwa hiyo Kinyago Tabata niwaambia na Simba, tupunguze pressure, tuombe dua timu yetu, tusiwaziaki viongozi, sababu kiongozi ni binadamu. Ukimziaki kiongozi kwa lugha mbaya au lugha chafu haileti maana, naye ana familia yake. Kwa hiyo tutumie vizuri mitandao ya kijamii kwa kwa kisha tuna, tuna post vitu ambavyo vina maana, sio unamtukana mtu unatumia kauli chafu ambazo hazina maana yani zai chai, unaonekana kabisa ulikolelewa na wazazi wako jelewa vizuri. Lakini kinyago tabata, ni washukuru wazazi wangu wamelea vizuri, siwezi kumtukana mtu yote au amenzidi umri hajanzidi, lakini naweza kutumia kauli nzuri tu kwa, kum, kwa kumshawishi au kwa kumuomba bwana, naomba ikiwe hiki na hiki, lakini kutumia kauli chafu ukataka kutafuta umaarufu kupitia jina fulani, kinyago tabata naipinga vikali. Kuna mtu anatoka tu kwa anakuangalia wewe, Kinyago wa Tabata, umesemaje kuhusu mechi ya juzi? akisikia mimi Kinyago wa Tabata nasema kweli, nani, e, fulani katuzingua sana kiongozi wetu. mfano mdogo natolea kwa kiongozi wangu, e, mtaza Mangungu. Mangungu kakatuchoma ile mechi ikatuua yeye. ushaona? ananisikiza mimi nasemaje. baada hapo anatoka, anaenda tena kwa wengine, Mangungu ndo kazingua ile mechi. kwa nini? hebu muulize tu bwana, kazingua kafanya nini? simeona fulani anasema yule Kinyago kasema maungu kazingua, ina maana kazingua maungu, ndo kazingua maungu, anatakiwa aondoke bwana. Kwa hiyo mtu anaongea vitu ambavyo hana ushahidi navyo. Kikubwa niwaambie wana Simba na wapenda mpira tuwe, tuwe, tunazungumza vitu ambavyo hata ukitwa sehemu unaweza kutoa ushahidi, lakini usizungumze mitandaoni au kamzi yake mtu pasipo na ushahidi, utakuja kupotea. Asilimia tisini Watanzania ni, ni watu wa hali ya chini, maisha yetu kiongozi. Kinyago, kinyago, kinyago, kinyago, kinyago, kinyago, kinyago, kinyago. Asante sana tuko pamoja. Kinyago Tabata, mzee wa ubaya ubwela, lakini kinyago Tabata nafanya hizi harakati za kuipambania Simba yangu, lakini naomba chonde chonde, Watanzania ambao wako vizuri, wanahitaji kufanya matangazo na hizi midia, waone hizi midia wanitafute, kinyago Tabata fanya matangazo na hizi midia mbalimbali ambazo ziko hapa, na pia mfanye matangazo na mimi kinyago Tabata, kwa sababu nahitaji kwanza kwenda mikoani, lakini sina kipato e, namba za simu ni sifuri saba moja nane sabini na mbili sabini na tatu thelathini na nne sifuri saba moja nane sabini na mbili sabini na tatu thelathini na nne. Nahitaji kufika mikoa mbalimbali na simba wangu kuisapoti. Kwa hiyo mtu akinipa tangazo na mimi ntamtangazia biashara yake pasipo na shaka vizuri kabisa, kwa kutumia lugha nzuri bila kutukana wala kumkashifu mtu yoyote. Sawa, subscribe Miujiza TV.